Dodoma oye oh yeah. oh yeah. ndugu zangu kama ilivyoelezwa hapa tulifanya ziara kutembelea barabara ya mzunguko inayojengwa ndani ya mji wetu wa Dodoma lakini vile vile tulikwenda kuona maendeleo ya ujenzi wa uwanja wa ndege wa Msalato niwapongeze sana waheshimiwa mawaziri waziri wa ujenzi na waziri wa uchukuzi na watumishi wao wote wa wizara zao kwa ujumla kwa kazi mnayofanya ya kufuatilia utekelezaji wa miradi hii ambayo imefikia hatua nzuri ya utekelezaji. Ndugu wananchi, Benki ya Maendeleo ya Afrika imekuwa mbia mkubwa wa kutegemewa katika safari yetu ya maendeleo. Kipekee katika kipindi cha uongozi wa ndugu yetu Dr Deshina, tumeshuhudia miradi mingi ya maendeleo ikitekelezwa kwa fedha za mkopo nafuu kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika. Msongamano tunaoshuhudia Dodoma sasa hivi ni dhahiri kwamba tukiuacha uendelee, utaleta athari katika biashara ndani ya nchi na ukanda mzima huu nilioutaja. Sasa ili kuondosha kadhia hiyo, tunahitaji kuwa na barabara ambayo itawezesha magari makubwa na madogo yasiokuwa na ulazima wa kuingia katikati kati ya jiji la Dodoma kuweza kuendelea na safari zao. Katika kukabiliana na changamoto hizo mbili, Serikali ilikuja na mradi huu wa barabara ya mzunguko wa nje ya jiji la Dodoma yenye urefu wa kilomita 112.3 ambayo leo tumepata fursa ya kuona maendeleo ya ujenzi wake. Barabara hii ni muhimu sana kwa jiji mkoa wa Dodoma na kwa nchi kwa ujumla. Ndugu zangu, napenda sasa kutumia fursa hii kuwapongeza wakandarasi, wahandisi, washauri wa mradi, TANROADS pamoja na wizara za ujenzi na uchukuzi kwa kujitoa kwao kutekeleza na kusimamia miradi hii kikamilifu. Na washukuru wananchi na wakazi wa maeneo inayopita na kujengwa miradi hii, kwa uvumilivu wenu katika kipindi chote cha ujenzi pamoja na ushirikiano wenu katika kufanikisha utekelezaji wa miradi hii. Nitoe shukrani zetu kwa Benki ya Maendeleo ya Afrika kwa kuendelea kuwa mdau mkubwa katika utekelezaji wa miradi ya barabara, madaraja na viwanja vya ndege hapa nchini. Ndugu zangu, kama nilivyotangulia kusema katika ziara yangu hii, mmeona nipo na Dr. Adesina Rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika ambayo chini ya uongozi wake ametusaidia sana katika miradi mingi ya maendeleo. Nimeridhia pendekezo la Waziri wa Ujenzi la kuwa barabara hii ya mzunguko ya nje uh, ya jiji la Dodoma iitwe kwa jina lake. Hivyo nami nami nawasilisha ombi hili kwenu, na naomba mnikubalie ili nitangaze rasmi kwamba barabara hiyo itaitwa kwa jina lake, lakini kwanza niwaulize, mmenikubalia? Hivyo nitumie fursa hii kutangaza rasmi kuwa barabara hii ya mzunguko nje ya jiji la Dodoma itaitwa barabara ya Dokta Akinwumi Adesina. Mheshimiwa Rais, barabara hii itaongeza fursa za kiuchumi na vile vile itaongeza maendeleo katika jamii yetu. Fursa hizo ikiwa ni pamoja na usafiri na usafirishaji wa bidhaa na watu. Lakini vile vile tunataraji barabara hii itaongeza utalii na kukuza biashara, viwanda, shughuli za ufugaji, shughuli za uvuvi, shughuli za kilimo na kadhalika.